Kijana hapa nilikuwa namkimbiza hapa, ni mwarifu sasa. Mazingira haya yaani hapa hapa alipotea, mazingira haya haya, haya, haya. Si umemwona? Hujamwona? akihv vitu nafawaashiria. Sijamuona mzee. Basi okay, naomba nikague. Naomba nikague kwa search warrant, yani kibali cha kunisearch. Sasa, yani kwamba hili vazi uamini kwamba mimi ni askari. Sijamuona. Huh? A few moments later on

Basi tuende tukamkamate sasa. Hapana, twende kituoni tukachukua rabi. Eh, twende kituoni kwanza. Sawa, twende kituoni tukachukua rabi tuje tumtafute. Tumjana nini tumemtafuta kwanza? Njoo, njoo.